Karibuni sana ndugu wanajamii, katika chaneli yetu ya YouTube ambayo ni Elly Masatu. Hapa tunakuwa tunazungumzia masuala ya kijamii, kisiasa, kiuchumi pamoja na haki za binadamu, hususani sana haki za watoto ambazo leo tunaenda kuzizungumzia katika chaneli yetu ya leo. Tunazungumzia masuala ya ndoa za utotoni na madhara yake kwa wasichana kwa sababu wasichana ndio wanakuta wanakumbwa sana na suala zima la ndoa hizi za utotoni na kupata madhara makubwa sana. Kwa leo nimeweza kumwalika mgeni wetu ambaye ni mkurugenzi wa Arsham TV, ambaye atakuwa anatujuza machache kabisa kutokana na swala hili zima. Atawaelezea jina lake, anaitwa nani. Uh, baada na ya kujitambulisha, ataweza kutueleza mambo kadha wa kadha kutokana na mada yetu ya leo. Karibu sana mkurugenzi kutoka Arsham TV binafsi nashukuru na napenda kutoa shukrani zangu kwa uongozi mzima kwa kitendo hiki cha ungwana cha kunikaribisha walau kuweza kuongea mawele matatu kuhusiana na mambo ya kijamii. Kwa hakika Mungu azidi kuwa nanyi na Mungu aweze kubariki jitihada zenu katika kila hatua mnayopiga. Ah, mada mezani, nafikiri bila kupoteza muda, ilikuwa nazungumzia masuala ya ndoa za utotoni. Binafsi nimekuwa ni mtu ambaye aatsema na ni shahuda mambo haya kutokana na jamii ambayo imenizunguka. Najua sisi jamii zetu ni za Kiswahili, najua navyotokea na, kule Uswahilini mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo nimekuwa mshuhuda wa haya mambo na ndio maana nikapata nafasi ya kusema angalau, nije na jamii, eh, na ya kusema ngara niekuishia na nyinyi kama jamii ili tuangalie namna gani ya kuinusuru hii jamii yetu ah, ndoa za utotoni. Binafsi yangu nikiangalia sababu mbili tatu ambazo nilizopitia ziona katika mitaani mta, tuseme naweza kusema ya kwanza ni hali ya kimaskini ambao wazazi wengi wanayo. Kwa hiyo unakuta mzazi ana familia ama ana watoto zaidi ya wanne watano, na ukiangalia ada ya kipato chake haikidhi mahitaji ya pale familia. Kwa hiyo anachoamua ni kupunguza baadhi ya binti ama watoto wa kike walau kwa kuwaozesha, akiamini kwamba anatoa mzigo wa majukumu lakini inakuwa ni kinyume cha haki na ukiukwaji kabisa wa haki za mtoto ambazo zimewekwa katika na sheria yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya. Kwa hiyo kiongozi, hapo umewazungumzia suala so zima la umaskini, kwamba wazazi wengi wanaozesha watoto kutokana kwa na kwamba wanahitaji kupata ma mahari, nikimaanisha fedha za kukidhi majukumu yao. Na pia na mambo mengine kwamba unakuta pia wanakwepa majukumu ya kuwalea watoto wale. Jamii kama hii au watu kama hao wanakuwa, wewe unaweza kuwazungumziaje, au ni ushauri gani ambao unawapatia jamii kama hiyo? Mi nafikiri inaweza kaigawa katika sehemu zifuatazo. Jambo la kwanza, inawezekana wanafanya kwa sababu ya umaskini, ama wanafanya kwa sababu ya mila, ama wanafanya kutokana na kukosa elimu. Kwa zote zinaweza kuwa sababu maalum kabisa kwa jamii kama hii katika mkumbo wa kuwaozesha watoto wakiwa katika umri mdogo. Wito wangu kwa, kwa, kwa jamii ni kwamba lazima uh, tuchukulie ili swala katika hali serious ya. Yaani, tuangalie haki za mtoto ama haki za binti zianzie katika level gani? Unajua wazazi tunakuwa, wazazi na jamii tunakuwa wepesi sana to react baada ya tukio kuwa kubwa, lakini hatuwepesi to react kule chini mwanzo kabisa tukio. Kwa mimi wito wangu kwa jamii ni kwamba ili swala lazima liangaliwe ama mtoto ama binti alindwe akianzia chini kabisa katika levo ya familia, yaani baba na mama na ndugu walimzunguka, wahakikishe wote wanakuwa na nia ama malengo sawa ya kuhakikisha binti anapata haki zake za msingi, ikiwemo kupelekwa shule na kuwa na kuwa huru kufanya kile ambacho anakifanya ambacho hakitakiukwa haki zake ambao akita kiuka haki zake za msingi na wala akita haribu wala akitaeta madhara kwenye haki za watu wengine, ni hayo. Ah, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba serikali imeweka sheria madhubuti ambayo inaweza ikasaidia watoto katika suala zima la ndoa za utotoni wakapata haki zao za kimsingi, na haya mambo yakawa yameisha kabisa au hata kupungua? Yeah, ni kweli Serikali ya mama Samia imejitahidi sana kuweka vitu vya msingi sana ili kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi, na nafikiri umeshaona mabinti wengi za maizi hata wale ambao walishapata madhara ya kupata ujauzito wameruhusiwa na mama Samia kurudi shule tena. Hii yote ni kwa sababu tunataka tuwapush ama tuwaendeleze, uh, mabinti zetu ambao watakuja kuwa bora zaidi kwa kizazi kinachofuata. Unajua, katika jamii ya ndugu yangu, ukiweza kumwelimisha mwanamke mmoja basi nyuma utakuwa umeokoa msururu mkubwa sana wa kizazi. Je, unawaambiaje wakina baba ambao pia ni changamoto kabisa ya kukubali mambo haya kiurahisi zaidi ya kuwezesha watoto wao? Kwa sababu wakina mama mara nyingi huo wanalia wakiona kwamba mtoto anawezeshwa katika umri wa miaka kumi na nne kumi na tano lakini hiyo yote ni kwa sababu na kwamba aliyoko ndani ni baba, ndiye anaongea. Baba akizungumza, mara nyingi sana wanawake wanakosa nguvu. Je, wakina baba wenye tabia kama hii, wewe kama wewe kiongozi wa Arsham TV, unaielezeaje jamii ambayo watu ambao wanatenda matendo haya sana ni wakina baba sana sana katika jamii zetu, unaelezeaje wakina baba wa wahivi na pia ni elimu gani unawapatia? Ah, tukirudi katika msingi najua msingi wa nyumba ni baba, e, mama kazi yake ni kuleta tofali, nasemaga hivyo. Lakini obvious by then asilimia kubwa za effort akiwekeza baba, basi hata mama pia anakuwa ni mtu imara zaidi. Kwa hiyo hata kama ikitokea leo hii baba ametangulia basi naamini kwa kuwa umemwacha mama aliyekuwa salama basi familia haitayumba. Sasa mimi napenda niongee na wazazi wenzangu, ama mfano kwamba upande uh, kwa wa baba namaanisha wababa wa wenzangu ambao tuna hii tabia ya kuona kwamba pesa ni kila kitu, ama mwenye tabia yoyote kwa sababu yoyote akaamua kumwozesha mwanaye wa kike kwa sababu ya pesa ama nini mila, mimi nafikiri tumefikia umri ambao sasa hivi Tuache mila potofu, kama ilikuwa ni swala la kurithi kwa mila kwa babu. Nafikiri sasa hivi dunia imebadilika sana. Na kama ni swala la maskini, nafikiri siku hizi kuna family planning itaidi kupata mtoto ama watoto wale ambao unaweza kuwa afford ama kwa unaweza kuwahudumia kutokana na kiwango chako cha kipesa. Ja, asante sana. Mi nilikuwa naomba pia ungeweza kuieleza jamii madhara gani mawili matatu ambayo watoto wanaweza wakapata kutokana na hizi ndoa za utotoni, kwa sababu mtu mwingine anaweza akafanya jambo lakini bila kujua madhara yake, the impact, the negative impact ambayo itatokea kutokana na swala hilo. Je, wewe unaweza ukawapatia elimu na pia ukawaeleza matatizo au madhara ambayo yatatokea, ili waweze kujua pia, wasije wakatenda tena jambo kama hili tushasema? Uh, nafikiri hapo mwanzo tulishazungumzia kwamba ndoa za utotoni zinamuinklude mtoto ambaye bado hajafikia umri sahihi wa kuingia katika maisha ya ndoa, na kama unavyojua, ndoa ina changamoto zake. Nakuta changamoto nyingi mtoto anaenda kukutana nazo, hali ya kuwa hana moja wala mbili, yaani kwa kifupi hana haidia yote ya maisha ya ndoa. Sasa kuna unyanyasaji mwingi wa kijinsia uoga unapitia. Ikiwemo kupigwa, ikiwemo kudharauliwa, ikiwemo kutukanwa, na wakati mwingine pia wanaweza katoroka au wakati mwingine pia vipigo vinapokuwa mfululizo vinakapelekea hata kupoteza maisha yao. Kwa unajikuta kwamba mwisho wa siku mtoto anakuwa hana afya sawa, japokuwa amemwezesha hana afya inatakiwa, na mwingine anakuwa ananyasika, kwa hana, hana amani kabisa, unapelekea kuwa na msongo mkubwa wa mawazo unapelekea hata vile vile na tumbo na mawazo mengine yakatokea. Kwa faa nakuta mtoto anakuwa hana raha kabisa na wengine napoteza maisha kabisa. Asante sana mkurugenzi wa Arsham TV kwa maelekezo yako uliyotoa, na pamoja na elimu ambayo leo nimekukaribisha hapa katika chaneli yangu ya Eli Masatu YouTube, ambayo yanapatikana YouTube, ambavyo tunaomba sana wewe kama mwanajamii ambaye pia unaguswa na swala hili au pia unaona kwamba kuna mambo yanaendelea kuhusiana na ndoa za utotoni, please tunaomba uweze kusubscribe laiki, na comment, utoe maoni yako na uweze kushauri jamii yako. Asanteni sana kwa kutusikiliza.